Mgombea huyo wa ACT ameyasema hayo wakati akiwa katika mwendelezo wa mkutano wa kampeni wa kuomba kura kwa wananchi wa Pemba, mkutano ambao umefanyika katika viwanja vya Gombani ya kale vilivyopo Chake Chake, mkoa wa kusini Pemba. na ni sera ya chama chetu tunasema sisi, yoyote anayefanya kazi apate kipato cha heshima. Usembea ukadumwa kwa shilingi moja unusu halafu mwengine akatia pesa mfukoni, unakuja unatuma watu hapa, halafu wewe unaondoka na faida unakwenda kujenga kwenu, hapa watu wanabaki maskini. Haiwezekani. Rasilimali za nchi ni za wananchi kwa faida ya wananchi. Ndio maana tunasema sisi kwa upande wa serikali, tunahakika tunajua kwamba serikali inaweza kulipa kipato angalau cha mtu kuweza aishi. Tukisema milioni moja, ndugu zangu, ni pesa kidogo sana. Sasa mgombea wetu alitupa ahadi nne za kuziweka katika ilani yetu. Alisema pindipo ACT Wazalendo itaongoza serikali hii na yeye akiwa rais, swala la kwanza muhimu katika mali atahakikisha kwamba

Mkutano huu unafikisha jumla ya idadi ya mikutano kumi na moja kati ya mikutano kumi na nane iliyopangwa kufanywa na chama cha ACT Wazalendo kisiwani Pemba kwa lengo la kuomba ridhaa ya wananchi kisiwani humo kwenda kukichagua chama hicho au katika uchaguzi mkuu ujao. Nikiripoti kutoka Pemba, Aisha Haji Azam.